direct negotiations with Ukraine in Istanbul this Thursday. Zelensky has called on Russia to implement a... Siku ya Jumatatu, baada ya Kremlin kukataa pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti katika vita vilivyozidi katika miaka mitatu sasa, Russia imerusha zaidi ya droni mia moja aina ya Shahed pamoja na droni za mitego dhidi ya Ukraine katika mashambulizi ya usiku, jeshi la anga la Ukraini limesema. Hakukuwa na majibu yoyote kutoka kwa Kremlin kuhusiana na changamoto ya Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, aliyekataa Rais wa Russia Vladimir Putin akutane naye ana kwa ana kwa mazungumzo ya amani wiki hii nchini Uturuki. Marekani pamoja na serikali ya Ulaya zimekuwa zikifanya juhudi za pamoja ya kukomesha vita hivyo ambavyo vimesababisha vifo vya makumi na maelfu ya wanajeshi wa pande zote pamoja na zaidi ya raia wa Ukraine elfu kumi. Vikosi vya uvamizi vya Russia sasa vinadhibiti takribani ya sehemu tano ya Ukraine. Katika mfululizo wa matukio ya kidiplomasia yaliyotokea mwishoni mwa wiki hii. Russia imekataa pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa na viongozi wa Marekani na Ulaya lakini ikapendekeza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine siku ya Alhamisi. Ukraine kwa kushirikiana na washirika wake wa Ulaya walitaka Russia ikubali kusitisha mapigano kuanzia Jumatatu kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani. Hata hivyo, Moscow imekataa rasmi pendekezo hilo na badala yake ikataka mazungumzo ya moja kwa moja yafanyike mjini Istanbul. Wakati Russia ikikataa rasmi kusitisha mapigano imetoa pendekezo la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Ukraine mjini Istanbul, Uturuki siku ya Alhamis. Hata hivyo, imeibua maswali kuhusu nia ya kweli ya Kremlin katika kufikia amani ya kudumu, hasa ikizingatiwa kwa mapigano bado yanaendelea huku mashambulizi ya anga yakiongezeka. Kwa upande wake, Ukraine na washirika wake wa Ulaya walitaka kusitishwa kwa vita kama ishara ya kujitolea kwa amani kabla ya mazungumzo yoyote kuanza lakini Russia ilionesha kuwa haitakubali sharti lolote kabla ya mazungumzo husika. Tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikikwama mara kwa mara kutokana na kutokukubaliana kwa pande zote juu ya masharti ya msingi ya amani mashambulizi ya droni yaliyoendelea kama haya ni zaidi ya Shahed mia moja, yanayoonyesha kuwa Russia bado inategemea mbinu za kijeshi kushinikiza msimamo wake. Wachambuzi wanasema kuwa pendekezo la Rais Zelenski ni kukutana na Putini ana kwa ana ni jaribio la kushinikiza Kremlin kujitokeza kwa uwazi kuhusu msimamo wake wa amani, lakini ukimya kutoka kwa Kremlin unaashiria uwezekano wa kutokuwa na utayari wa mazungumzo ya kweli. Wakati huo huo, maelfu wa raia wa Ukraine wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya katika maeneo ya mashariki na kusini mwa nchi hiyo. Russia imerusha zaidi ya droni 100 dhidi ya Ukraine, huku Kremlin amekataa kusitisha mapigano kwa siku 30 kama ilivyopendekezwa na Marekani na Ulaya. Kwa upande mwingine, Ukraine imetoa wito wa mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Zelensky na Putini, lakini Kremlin hajajibu. Russia imependekeza mazungumzo ya moja kwa moja kufanyika Istanbul siku ya Alhamis, lakini bado mapigano na mashambulizi yanaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na mzozo huu.